Wakati mwanamume anapokuwa ameishiwa, amekuwa hawezi tena kuendesha nyumba yake, amekuwa hawezi tena kupeana nafaka, sheria inasema kwamba mwanamke ana haki kwenda kwa, kwa, kwa kadhi kutaka kufanya fashi ya nikaha yake apate talaka yake mwanamke akishakwenda kwa kadhi kuzungumza mazungumzo haya, kadhi anafaa athibitishe ukweli wa kuwa mwanamume amefanya nini, ameshindwa kuendesha nyumba yake na kutoa nafaka. Atawezaje kuthibitisha bila ya kufanya connection na mume? Kwa hiyo sio kadhi aandike tu kwamba madamu mume kwa wako ameshindwa kukuangalia, chukua talaka yako, nenda hivi. Mambo haya hayafanyiki. Kwa hiyo kadhi inabidi arudi kwa mume atoe appointment na atoe barua amwite katika ofisi yake, athibitisha: ya bwana, mke wako jana alikuja hapa akasema kwamba huwezi tena kumwangalia. Mwanaume aseme naam, ni kweli alhabibu, lakini inshallah ningeomba subra kwa, kwa mke wangu ndani ya wiki moja, wiki moja, wiki mbili, nataraji mambo yatarudi ya. Na mwanamke lazima afanye subra katika hali kama hii, kwa sababu usimchukue mume kwa uzuri tu usimchukue mume kwa pato tu, ama kwa kitu. Na kesho akiwa mzito na amekuwa ameharibikiwa, wewe mke ndio wafaa usimame na yeye namba wani. Lakini wanawake hao wako ni wengi sana. Yeye anasimama na mume furaha, tuko pamoja hivi na vile, kesho ukiangukiwa tu, mtu wa kwanza kukuacha ni yeye mke. Na wanawake hawa ni wengi sana na hawa ni hatari, so mwanaume unafaa umchunguze sana mke wako, mwangalie, je, huyu alivyo na mimi katika hali ya uzuri kesho kukiharibika atakuwa na mimi kweli? Kwa sababu mafanikio ya mwanamume mara nyingi hutokamana na mwanamke. Kwa hiyo, kadhi akishakumwambia yule mwanamke, haya mume wako ni huyu hapa, amekuja na amekubali maskini, kwamba yeye amekuwa na hali kidogo tofauti, kwa hiyo anasema msubiri. Sasa hapo watarajia nini? Wewe watarajia huyu mwanamke atasema nimekubali? No, kwa sababu huyu si mwanamke wa kukubali. Unajua kwa sababu gani? Angekuwa ni mwanamke wa kukubali kumvumilia mume wake, asingefanya nini? Asingeenda mahakamani. Wayo, kwa hiyo huyu maadamu ameenda kwa kadhi kwenda kuomba talaka yake, kwa kuwa mume hawezi kumwangalia. Huyu si mwanamke wa kuulizwa kwamba msubirie mume wako, kwa sababu angekuwa na subra angesubiri wako kule kule nyumbani, mume wangu pole bana, walisio na wasiwasi maisha hivyo. Mwenyezi Mwenyezimungu kulla yomin huwa fii shan, kama tulivyokuwa tajiweza. Leo ni mtihani mdogo, tumekuwa mambo yameenda mrama kidogo, lakini usiona wasiwasi mume wangu, tutapita sisi hii marhala huu ni mtihani Mwenyezi Mungu ametupa, atuangalia nyoyo zetu na dini yetu iko namna gani. Pata tutakula, kosa tutalala. Kwa hiyo mewangu, usionasasi, tukipata tutakula tukikosa tutalala twende mbele. Huyu ndiye mwanamke ambaye kwamba atakani ufahamu kwamba una pepo nyumbani kabla hujakufa. Lakini ukiona mwanamke ambaye kwamba kile unavyompatia yeye hajapata, kile unavyompa yeye hajapata, kile unavyompa haja una hajatosheka, huyu usijaribu kumwambia mimi nimeanguka ukijaribu kumwambia mimi nimeanguka, yeye atapanda juu ya kichwa na shingoni, afanye nini? <laughs> Akuangushe kabisa, umalizike, kwa sababu ashachoka nawe. Atafanya nini? Atakwenda zake shahidi. Qadhi lazima athibitishe kwamba huyu mwanamume ameishiwa kweli, na apawe muda siku tatu apate kuangalia hali zake tena. Lazima qadhi atoe siku tatu kwamba mwanamume aangalie hali zake.